Taranta za Zeysha, karibu kwenye Talanta za Zeysha, ni Tezeysha. Leo na kusogezea historia fupi ya simu ya Nokia. Unaijua Nokia wewe? Mwaka 1865 Nokia ilianzishwa kama kampuni ya kutengenezea karatasi, na mwaka 1982 Nokia ikaanzisha simu yake ya kwanza iliwaingizia kiasi cha zaidi ya dola milioni mia mbili, elfu moja mia tisa tisini na tano, kupitia mauzo ya simu. Nokia ilikuwa na thamani ya dola bilioni 20 sokoni. Na mwaka elfu mbili Nokia walikuwa watengenezaji wakubwa wa, wa simu duniani na walikuwa na thamani ya dola bilioni mia moja. Mwaka elfu mbili na saba Nokia walikataa kutengeneza simu za kutachi baada ya iPhone kuanzisha aina hiyo ya simu na mwaka elfu mbili na kumi na mbili kulikuwa na dalili za Nokia kufilisika. Hii ndo maana halisi ya povu la soda halidumu. Mwaka elfu mbili na kumi na tatu Nokia wakaamua kumuuzia simu zake zote Microsoft kwa kiasi cha dola bilioni saba pointi mbili Hakuna anayekumbuka Nokia kwa sasa. Nenda na teknolojia inavyotaka kwenda. Ruge Mutahaba Aliwahi kusema katika maisha, ogopa vitu viwili, muogope Mungu, pia ogopa teknolojia. Kwa dondoo mbalimbali, usiache kufuatilia Talanta za Zeysha. Ulikuwa nami Zeysha, usiache kusubscribe, ku like, ku comment na kushare. Nia X4J